Jua haki zako na Benson Wakoli. Hujambo, msikilizaji, na karibu kwenye makala leo ya Jua haki zako, makala ambayo siku zote kuelimisha kuhusu haki zako tena za msingi. Kwenye makala leo msikilizaji, tunajikita kuangazia haki ya mfanyakazi baada ya maadhimisho ya Mei Mosi, ya siku ya wafanyakazi duniani. Karibu kwenye makala leo, jina langu mimi ni bwana Benson Wakoli. Na kazi inaendelea vizuri Kenya Union of Commercial, Food and Allied Workers, na ni maonyesho ya siku ya wafanyakazi yaliyofanyika nchini Kenya. Wafanyakazi, msikilizaji, wametajwa kuwa ndio wanaoinua wa majengo, kufundisha watoto, kuhudumia wagonjwa, pamoja na kuendesha uchumi kwa jumla wa mataifa yetu. Lakini je, haki za wafanyakazi kazini zinalindwa? Kila mwaka Mei Mosi dunia huadhimisha siku ya kimataifa ya wafanyakazi, na kwenye makala haya tunaangazia kilio na matumaini ya wafanyakazi wa Afrika Mashariki wanaopigania haki zao za msingi kazini. So, muungano so, for wa kimataifa wa wafanyakazi ILO unatambua haki kadhaa muhimu kwa kila mfanyakazi duniani. Moja ni haki ya kupata mshahara wa heshima, haki ya kufanya kazi kwa saa zinazokubalika, haki ya kujiunga na vyama vya kutetea maslahi ya wafanyakazi, haki ya usalama kazini, haki ya kutobaguliwa na haki nyinginezo. Lakini katika jiji la Kampala, Dar es Salaam, Nairobi, Kigali, Bujumbura, Kinshasa, Juba na Mogadishu, Je, haki hizi ni halisia au ni ndoto kwa wafanyakazi? Wafanyakazi kutoka Kenya wanasema hali ya maisha imekuwa ngumu na matarajio yao kwa serikali kuimarisha hali ya kimaisha inazidi kudidimia. Tukiwa na hii serikali, sioni na sina matarajio, sababu unasikia kila siku kila siku unaona watu wakilia, wakilalamika, si hakuna matarajio ya kuongezwa mshahara. Ni ngumu, itakuwa ngumu na hakuna katika mataifa ya Afrika Mashariki, wafanyakazi kukumbana na mikataba hewa, kufukuzwa bila sababu, uonevu kazini na kuwaajiri watoto. Hawa hapa ni raia kutoka nchini Tanzania wanaosimulia matatizo wanayopitia wakati wa kusaini mikataba yao kazini. Mkataba halali unamwenyesha mteja, mteja na tajiri Kumana, kwa maana yanakuwa malinganisho kwamba bwana, hapa ikitokea tofauti utafanya hivi, hapa ikifanyika hivi utafanyika hivi sawa. Lakini mkataba hewa, kwa maana wote, unakudidimiza wewe mfanya kazi. Asilimia kubwa ya watanzania tuna saini mikataba, lakini bado tunashindwa kuelewa, kwa sababu ta mikataba hiyo imeandikwa kwa lugha ya Kiingereza, na hilo ndio tatizo kubwa. Sema kwa sababu ya shida ambayo tunazokuwa tunazipata, inabidi tusaini lakini asilimia kubwa ukipewa mkataba wewe usome, mara nyingi huwezi kuelewa, sababu mkataba unaendana na sheria na maneno ambayo yanayotumika mle sio marahisi. Kwa hiyo kulingana na matatizo, kulingana na shida, tunalazimika tusaini mkataba, ila kama right tungeweza kuwa na uwezo zaidi, hata sisi watu wenyewe binafsi tungekuwa tunaweza kupata wanasheria ambao kweli ungekuwa wanatuelewesha hii ingeweza kutusaidia. Vyama vya wafanyakazi vimekuwa mstari wa mbele kupaza sauti kutetea haki za wafanyakazi, lakini sauti hizo mara nyingi hugonga mwamba zikiupuzwa na serikali husika. Kwenye maadhimisho ya mwaka huu, katibu wa KOTU ambao ni muungano wa wafanyakazi nchini Kenya, bwana Franc Atuli ameitaka serikali kufanya makato kwa mshahara halisia wala sio ule mshahara wa jumla ambao wafanyakazi wengi wamekuwa wakilalamikia. Kuhakikisha kwamba wafanyakazi wanapata mapato mazuri mwisho wa mwezi. Hizi vitu tunakatwa, haistahili iwe kwenye mshahara wa jumla, hizi vitu vinatakana viwe on basic. So that gross, umefanya overtime, umefanya nini? All deductions makato yote ya serikali yanastahili kuwa kwa mshahara halisi, sio ule wa jumla ambao wafanyakazi hufanya kazi, kazi kwa bidii kwa muda wa ziada, ila mwisho wa siku hakuna matunda. Jua haki zako na Benson Wakoli. Maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya wafanyakazi duniani, msikilizaji, alishuhudia viongozi wa mataifa ya Afrika Mashariki wakitoa ahadi mbalimbali kwa wafanyakazi wake. Nchini Uganda, Rais Yoweri Kaguta Museveni hatimaye aliridhia shinikizo za wafanyakazi kutaka kutimiza matakwa muhimu ya wafanyakazi ikiwemo kuwekwa kwa kima cha chini cha mshahara wa wafanyakazi. Tumekuwa na mazungumzo na miungano ya wafanyakazi, ila baraza la mawaziri litajadili swala hili, pia swala la mikataba mifupi, kuajiriwa kwa kipindi kifupi tutamaliza, pia swala la mikataba ya muda na pia tutazifunga taasisi zinazozua uhasama kati ya waajiri na wafanyakazi. Taifa la Uganda halikuwa na kiwango cha chini cha kuwalipa mshahara wa wafanyakazi na wengi hawana mikataba ya kazi. Nchini Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan aliwafurahisha wafanyakazi na kugusa mioyo yao kwa kutangaza nyongeza ya mshahara kwa wafanyakazi wa umma kwa kuwa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 Wafanyakazi oye solidarity. Rais wa Kenya William Ruto, kwa upande wake, akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani, aliwataka wananchi kujiunga na kuunga mkono serikali yake, huku akiahidi maboresho ya maslahi ya wafanyakazi na waajiri kupitia mswada wa mwaka huu wa kifedha.

Muswada huu umetungwa kwa makini ili kuchochea ukuaji wa uchumi, kutoa ufanisi na kuongeza ushindani. Namna umetungwa unatoa nafuu kwa wafanyabiashara na wafanyakazi, ili kuimarisha malipo ya wafanyakazi. Waajiri sasa watahitajika kuomba msamaha wa kodi wa moja kwa moja wanapofanyia kazi malipo ya mfanyakazi kuyapeleka nyumbani, hatua ambayo ni mabadiliko makubwa kutoka kwa mfumo wa sasa ambapo nafuu hiyo inaweza tu kudaiwa kutoka kwa mamlaka ya kutoza ushuru wa Kenya. Wafanya biashara wadogo pia watanufaika na mfumo mwepesi wa kodi uliorahisishwa kwani sasa wataruhusiwa kutoa kikamilifu gharama za vifaa vya kila siku katika mwaka wa ununuzi. Hivyo basi kuondoa ucheleweshaji usio wa lazima wa kupata msamaha wetu wa kodi. Haki ya kazi si sani ni msingi wa utu. Afrika Mashariki yenye haki kazini ni Afrika yenye heshima, maendeleo na amani ya kweli. Leo tunasimama na kila mfanyakazi anayedai haki, anayekataa kunyanyaswa na anayetamani mkataba wa haki. Waziri wa leba nchini Kenya Dr Alfred Mutua alikuwa na ujumbe huu kwa ajiri: nchini Kenya kuko na shida kidogo. Nataka kuwaambia Wakenya ya kwamba mrembo akiandikwa Our children, our daughters, akiandikwa kazi, usianze kumpangia, unaanza kumnyemelea, na akikukataa unamfuta kazi. Unaanza kumuharas. Soko ni kubwa Kenya hii, angalia kila mahali. Soko ni kubwa, wachana na wafanyikazi wanaofanya kazi na wewe. Waswahili walisema ya kwamba ujana kama moshi ukienda haurudi. Tuwalinde wafanyakazi, tuwawezeshe na tuwaenzi wafanyakazi, kwani ndiyo msingi wa taifa lolote kuendelea na kuimarika. Na msikilizaji, basi, kwa nukuta hiyo, makala ya Jua haki zako yanafika kikomo. Jina langu mimi ni Bwana Benson Wakoli, ambaye nimekuwa msimulizi na mtayarishi wa makala ya leo. Hadi juma lijalo, ndani ya idhaa hii ya RFI ya Kiswahili. Msikilizaji, kwa heri. <tipos>